Namna katika safi sport ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilikamilisha maandalizi yake tayari kwa mchuano wa kirafiki hii leo dhidi ya Equatorial Guinea, na Kenya itacheza mchezo huo katika uwanja wa Emirhan mjini Analita, Uturuki, kuanzia saa 12 jioni. Baada ya mchezo huo, vijana hao wa kocha Benni McCarthy watavana na miamba Senegal kwenye mchuano mwingine wiki ijayo. operations are very good everybody is in camp

Nam so dakta, mtazamaji ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa kumi na saa moja. Mtawali umekuwa na Milulu Hassan na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri <mulia>